Shalom shalom, bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nataka kukuambia hivi, Mungu anaenda kukuinua. Unajua kuna wakati tunategemea tuinuliwe na mwanadamu. Kama wewe unategemea kuinuliwa na mtu, na mwanadamu kwa ajili ya na watu au hivi na hivi, au kwa ajili ya na uwezo fulani, mwanadamu akikuinua ana uwezo wa kukushusha, lakini Mungu anapokuinua hakuna wa kukushusha, kwa sababu he is the final say. Kwa hiyo ni bora tukajipendekeza kwa Mungu, kufanya vizuri kwake, kwa sababu ye anaona sirini <clears throat> kuna vitu tunaweza kuficha viongozi ambao wanatusimamia au wazazi wetu, lakini kuna vitu ambavyo hatuwezi kumficha Mungu kwa sababu Mungu atatujua, anatujua in and out. Hata vile tunavyofanya sirini, yeye anaviona wazi. Ukipata upendeleo kwa Mungu, ukapata kibali kwa Mungu, atakufanya ukubalike na wanadamu, atakuwezesha kukubalika na wanadamu, atakuinua. Na Mungu anapokuinua hakika yake am telling you, hakuna anayeweza kukushusha. Kwa hiyo ni heri kuinuliwa na Mungu kuliko kuinuliwa na wanadamu. Mungu akituelewa wanadamu watatuelewa, Mungu akitiki wanadamu watatiki. Wanaweza kuchelewa kutambua ile kusudi, ule uyuniki ulio nao, kile kitu kizuri Mungu alichoweka ndani yako, lakini ukipata kibali kwa Mungu akaanza kukifunua kikaanza kuchanua, watasema yes Hmm? Wakamwangalia Bwana wetu Yesu Kristo wakasema osana, osana, mbarikiwa ajae kwa jina la Bwana. Wakamwekea, wakaanza kumshangilia kwa majani ya mtende, wakamtatandikia mwana punda. Na unajua kusudi la Mungu watu wa Mungu limefungamanishwa na nini? Limefungamanishwa na muda. Sasa wakati mwingine tunataka kuforce wakati muda ukiwa bado, tunataka kulazimisha, lakini laiti tungesubiri muda laiti tungejua muda, laiti tungesogea tu miguuni pa Mungu tukaliishi neno lake, kwa sababu huwezi kuliishi neno la Mungu, kumbuka, huwezi kuliishi neno la Mungu bila kulijua. Na ukilijua neno la Mungu, ina maana kuna jinsi ufahamu wako umemjua Mungu, na ufahamu wako unapokuwa umemjua Mungu utapata kibali mbele za Mungu, utaweza kufanya vizuri utaweza kumwona Mungu kwenye maisha yako. Hata jaribu hata changamoto ijapo, utaishinda kwa sababu neno ndilo linalotuwezesha kushinda. Bwana wetu Yesu Kristo akajaribiwa katika ile hali ya ubinadamu, lakini aliweza kumshinda yule mwovu bilisi kupitia neno, na sisi leo tunaweza kushinda ikiwa tuna Mungu ndani yetu, na yeye ndiye anayeweza kutuinua. Na hakuna anayeweza kuzuia, kwa sababu. Kwa hiyo tutembee katika hatua zetu na fahamu zetu zikiongozwa na Mungu ambaye yeye. Alafu najua Mungu ambaye abadilika; yeye abadilika, abadilika kama wanadamu wapendo. Mwanadamu leo anabadilika, leo yuko hivi, kesho yuko vile, anaweza hata akawa hayuko tena duniani, lakini Mungu ni wa milele. Eri amtumainie Bwana kwa maana hatapungukiwa, kwa maana atafanikiwa. Ni heri leo tuchague kumtumainia Bwana kwa mioyo yetu, kwa fahamu zetu. Mungu akubariki, nikutakie wiki njema ya baraka, ukamwone Mungu katika njia isiyokuwa ya kawaida, ukaanze hatua za kuinuliwa. Hatua zako za kuinuliwa zikaanze kwa utukufu wa Mungu aliye juu. Bless you. Nawapenda sana, sana, sana. Shalom, shalom everybody.